Ujambo. Mkazi wa wapi? Mkazi wa Mwanza. Asante e, sana. Bila shaka msiba wetu sote. Marehemu e, alikuwa mtoto wangu katika mabinti alikuwa mtoto wangu wa... e, wa wa nne. Hapana, kwa mama yake ni wa kwanza e alikuwa na, na mama tofauti e, mama tofauti. Mama yake wa kwanza na wa pili wa kiume, na kabla ya hapo kuna wengine kaka zake wawili, Bashir na Ahmadi, ambao walikuwa ni wa mume wa kwanza wa mama yake, na mdogo wake wa mwisho. Wenyewe walikuwa watano jumla, kuna huyo Bashir, kuna Ahmadi, kuna huyo Hawa mwenyewe marehemu, na mdogo wake anaitwa Zahir, na binti yake wa mwisho anaitwa Nevin. Na vipi ushirikiano wao katika familia ukizingatia ni wana mama tofauti? ya, Yani, ushirikiano wao ni wa hali ya juu sana sana sana. Niwaambie kwamba ni baada ya wao kuzidiwa ndio tukaanza kuingiza kuomba michango kwa Watanzania, lakini kitiba ya Hawa yote ilikuwa inasimamiwa na kaka zake hao Bashir, Ahmadi, Zahir na wengineo kina Salum, lakini jitihada za kwanza kabla ya kuzidiwa familia zilikuwa inatoka kwa wanani kaka zake baba zake wadogo ndio wale deal kabisa na ile jambo mpaka likuona kwamba sasa iko haja ya kuomba msaada kwa Tanzania, baada ya kuwa matibabu na madhara yanaendelea kuongezeka na uwezo wa kumtibisha pia umepungua, na gharama za matibabu kubwa, lakini jitihada za kwanza imeanza kwa ndugu zake. Haa, ilichukua muda gani mpaka kuja kuwafikia Tanzania kuelezea tatizo la malemu hii amba, ndani ya miaka mitatu ilikuwa ni msaada mkubwa unatoka kwa familia kwa kaka zake. Kwa hiyo miaka minne iliyofuata hii, ameugua takriban miaka saba hii miaka minne yote ninyi Global na vyombo vingine ambavyo ndio vitatoa msaada mkubwa sasa katika kuchangia kile ambacho wanafamilia, kwa sababu hawa ndugu zake ingeweko kwa Zimbabwe e, mjomba wake Hussein na kaka yake kwa Zimbabwe, lakini huyu nani Ahmad Bashir Walikuwa hapa Salum, walikuwa hapa Kwayo, wot, wot, walikuwa changia, mpaka, apu, ipo, inika. Kwa hiyo of course wote walikuwa wanachangia matibabu yake mpaka hapo inaonekana kwamba sasa ipo haja ya kuelekea upande wa pili kuomba msaada ya serikalini na kuomba msaada kwa Tanzania, na tunashukuru kwamba miongoni mwa media ambazo zijitokeza toa msaada wa dhati kabisa ambao nakumbukwa na familia ni ninyi Global TV ambao msimamia lijambo mpaka eh, kufikia hatua yake ya mwisho. Eh, na ugonjwa ulimwanzia akiwa huku au alikuwa akiwa nyumbani Mwanza? Ah, ugonjwa ulimwanzia hapa Dar es Salaam lakini baadaye ilikuwa anakuja nyumbani Mwanza, sababu shughuli zake za sanaa alikuwa anafanyia huko Dar es Salaam, na ndani ya kipindi cha sanaa ndio ugonjwa ulipomwanzia kwanza, kufanya operesheni mm hizo -hmm. eh, na, ni, na nini wewe familia ikawa inazunguka kutafuta namna gani ugonjwa wake umesababishwa na nini eh, kwa hiyo hospitali kama unavyoona ikaonekana kwamba operesheni zifanyike, zikafanyika zikafanyika mpaka zikamtia udhaifu mkubwa. Unajua sio jambo rahisi kwa binti kufanyiwa operesheni zaidi ya ishirini na ukaonekana bado upo hai, ni eh, jambo ambalo tunamshukuru Mungu sana. eh, na, m... na, na kipindi ugonjwa unamwanza familia na tuseme kama baba eh. uzito wa ule ugonjwa kwa serious kama ulivyokuja, baada ya serikali kuingilia kati, ah, ugonjwa unajua mtu ukishapata operation zaidi ya tatu nne eh? tano, hiyo kitu inakuwa serious, sindio? Kizingatia hiyo ni binti mm? bado msichana ambaye anataka ma, nani maendeleo na kuendelea kuishi. Sasa umepata operation nne tano mpaka kumi. Eh, Ai, kumis ni jambo la kugofia kidogo. Eh. Kwa hiyo niliotia watu katika hali fulani ambayo sintofahamu, na ikishatokea sintofahamu, watu mnahangaika sehemu zote ndio? na sisi kusema kwa hiyo bila kuficha, tuangaika sehemu zote, kile ndio Mwenyezi Mungu apenda yeah. na tukizungumzia upande wa familia kwa maradhi ambayo alikuwa anamsumbua ni maradhi ambayo kama ulivyosema, mliangaika sehemu zote, na pia kuna interview ambayo alishakuonekana alifanya, mama akilalamika binti amefanywa husda na baadhi ya ndugu, labda kwa upande wako wewe mzazi. kama nilivyomwambia mwenzako hapa, mama yake alikuwa ya anastahili kwa sababu unajua wanawake kama nilivyosema, wanawake wenyewe ni watu wa taharuki mapema, tofauti na sisi eh. Sisi unaangalia kitu na muomba Mwenyezi Mungu afanye wepesi ile jambo. Kina mama wenyewe ni watu wa mihemko. Sasa hakuna mwanamke yeyote anaweza kuvumilia mtoto wake anafanyiwa operation zaidi ya kumi, alafu zile operation zina za utatanishi eh, kwamba anafanyiwa leo, kesho utumbo nani, tumbo imeachia Unafikiri ni kitu rahisi? Si rahisi kabisa. Kwa hiyo mama aliposema maneno kwamba kwa nani wamehusika, kwa sababu labda shangazi zake wamehusika. Mimi sikumlaumu kwa sababu najua ni taharuki. Eh, lakini ilikuwa si kweli. Na uchungu wa mwana anajua mzazi, na naye ndo mzazi. Utasemaje hapo? lazima useme. Kwa hiyo mimi sikumlaumu isipokuwa nimwambie mwana uko tunakupenda siku, tumwachie Mungu. Na nini kiliendelea katika familia baada ya hiyo taharuki? Haruki, bae haruki, baadhi ya shangazi kiogopa kwenda kumwona hospitali kwa sababu mama kisha sema, hata wao walikuwa wamlaumu kusema yeyote pia anaweza kuchanganyikiwa na ile jambo eh, kwa sababu nimekwambia, walianza kulalamika baada ya operesheni zaidi ya kumi. Lakini unajua hawa ma witch doctor hawa uwezi kwenda kwao kutoa bure la azu, la. Eh, lazima tu atakuambia aa kuna hiki na hiki na hiki. Na sasa kwa sababu umesha paniki, hata ukiambiwa ni baba yako mzazi ndio ka au mama yako mzazi ndio kafanya ile jambo utakubali. Kwa hiyo kama alikubali au katika interview yenu alisema shangazi zake, lakini upande wa pili shangazi zake hawakuhusika kabisa. Eh, hawakuhusika hata mwenyewe sasa hivi ukimuuliza alisema ilikuwa ni hasira kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshapitisha hukumu yake. Eh, hiyo ilikuwa ni hasira za mwanzo, lakini kwa sasa hivi sidhani kama tena hizo hasira zaweza kuwepo kwa sababu hata ukiona nazo hazina hazina msaada tena hazi zaidi kitu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tu mwenyewe anapotaka kumpa mtihani mja wake, anampa mtihani bila kuchagua, atampa kwa muda gani. Si naona kwamba amempa takriban miaka saba mtihani, binti amevumilia, binti kavumilia sana maumivu makali sana eh. Lakini mwisho wa siku wewe na mimi tukua na matumaini sasa kwamba hii sasa mwarobaini wa matibabu yake umefanyaje, umeshapatikana kwamba kifaa kichotakiwa kiwekwe kimewekwa, upeshe imekwenda successful eh. Lakini wakati mna matumaini kwamba binti anarudi salama ndio kipindi hicho ambapo Mungu anasema hapa nasubiri. Eh, eh, unaona. Kwa hiyo sasa sisi binadamu hatuna utashi eh, utashi ni wa Mwenyezi Mungu ambaye ndio mye waja wake wote naona no. Sisi wote ni Mwenyezi Mungu na kwa Mwenyezi Mungu tunarejea, ndio tunayosema. Kwa hiyo sisi hata kama kuna mtu alihusika eh, kama yupo atabaki, eh, eh, eh, eh, unaona kama mtu alihusika hebu, eh, niambie bwana mtangazaji, yeye yeah, atabaki. Kuna interview moja tulifanya na msanii mmoja, akasema kwa mateso aliyopitia huyu binti, kama kuna yoyote aliyehusika hii haitoenda, haitoenda bure. kama haitompata yeye basi familia yake. na mimi nasema hivyo kwamba kama niko na nani, mkono wa mtu tumwachia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yeye, mtu ni wa Mungu na Hawa aliyekwenda ni wa Mungu, hata he hatosalimika, kwa sababu Mungu kama amemuuguza Hawa, amempa subira miaka saba ya matibabu yake, alafu mtu upande wa pili anachekelea Eh? Hai Mwenyezi Mungu atamjaribu. Eh, atamjaribu kama hivyo jaribiwa hao. Unaona? Hao kajaribiwa mpaka hatima ya uhai wake. Mwenyezi Mungu kamchukua akiwa na tabasamu lake na Tanzania wote wakiwa na matarajio kwamba Mwenyezi Mungu atamsaidia yule binti kwa sababu siku chache za maana ni za kutibiwa kule. Watu wote wakawa wanatumaini kwamba atarudi salama. Eh, eh, eh, eh, tumsubiria, sio? Unaona kwamba ilikuwa sasa ndio anaondoka kuja huko. Lakini sasa ndio hivyo Mungu amepitisha hukumu. Sasa wewe kama unahusika na lolote, eh, eh, tukia, na lolote, eh, kusema kweli, uvumilivu unakuwa mdogo. Najua binadamu tumepewa kiwango cha kuvumilia, si ndio? Sisi sio manabii. Manabii ndio wanaweza kuvumilia, kisa si wa kawaida, kwa tuna viwango vyetu au eh, sio bana, eh, kwa sababu sisi shetani anatucheza chezea sana. Kwa hiyo kusema kweli mtu lazima tuta jikuta unatamka kimakosa kwamba bwana, mimi kusema kweli hii tukio lilotokea alifanya hivi na yuko kamia, lakini wewe unaweza kukamia? Kwa sababu aliyefanya hivyo ni Mungu, eh, udhibitishaje kwamba ni mtu alifanya? Eh, wangapi wamekufa? Eh, kwa hiyo kama kuna wengi waliokufa kwa sababu za Mwenyezi Mungu, basi na huyu binti sasa, tunamuomba Mungu atupe subira atupe na faraja, tukubali kwamba naye pia amefanyaje, amekufa kwa kadari za Mwenyezi Mungu, e, sababu Mungu akitaka kupitisha kadari yake wa anaondoa akili za wenye akili. Hata daktari anaondoa kwanza akili ya daktari, alafu daktari anakosea. Unaona, akishakosea Mungu anarudisha akili kwa daktari, too late mm -hmm, hukumu yake, una, tulisahau, Mungu akishapitisha hukumu yake, wewe ndio pale, tulisahau, tungefanya hivi. Unaona, kadari akishapitisha hukumu yake, tungefanya hivi. Unaona, Mungu akishapitisha kadari. Kwa hiyo siku ikifika, bwana, haina simile eh, kwamba itangulizi dakika wala saa. Unaona sasa unafikiri Mungu si unafanya afie na nini. Kule muda kla kwamba angefia Tanzania. Ndio. E, angefia Tanzania. Lakini Mungu alisipanga kwamba afie huko huko. E, tena afie kipindi ambacho watu wana matumaini ya kumpokea kwamba mgonjwa wetu ameenda salama amerudi salama e, lakini Mungu akasema hapana. Hata yao mwenyewe alisema ya alipoulizwa, hata na, na, na, na, na, na, na, nyie pia mlipomuuliza wakati wa safari yake, vipi matarajio yako inshaallah Mungu akipenda <tipi> e, e, itafanya wepesi karudi salama e. Isi kama Mungu akufanya wepesi unafanyaje, mfumbo <tipipi> e, kwa hiyo si mimi ninachoshukuru kwamba yeye itikadi yake kubwa alitanguliza katika kumtanguliza Mungu katika ugonjwa wake. Hilo ni jambo ambalo tunamuomba Mungu amsaidie katika safari yake hii, ampunguzie makosa yake kama na ya mema, basi Mungu amongezee mema yake kwa sababu gani mm, <tipi> ilikuumiza kipindi binti yako anaugua, alivyokuwa anasema jamani, kama kuna mtu ambaye nilimkosea naomba basi anisemee au ni bora angenimalizia kabisa hilo jambo. Kila mtu lilimliza hata hivi, unaona tumelia sana, na kwa kuwa tu mwili haujaingia tutalia sana e, hata wewe tangazaji utalia, unaona? kwa sababu ulikuwa unamfahamu Hawa, ni rafiki yako, na uchangamshi wake, tabasamu lake aliondoka nalo hapo, alafu anarudi katika mazingira hayo, alafu anaomba msamaha kama kuna mtu alimkosea amsamehe. Unaona, ndio bwana. Haya, kama kweli alimkosea mtu, afu mtu ndio labda alifanya, kwa sababu tukubali kwamba ushirikina upo, watu washirikina wapo na uchawi upo, ndio bwana. Yani hivyo hatuwezi kuvipinga, hata kwenye vitabu imeandikwa, unaona bwana, na watu kweli wana rogana. Kama uchawi upo, simna rogana eh, alirogwa, sisi tutakiwa kuamini kwamba alirogwa, unaona. E, kama kuna mtu alishiriki kwa lolote hata kwa mimi, lakini kama yupo kweli, Mungu ndio e, ndio hakimu eh, ndio atapitisha hukumu kwamba wewe umemtesa mwenzako, malipo yako na wewe utayapata. Kama ni wasanii wenzake, kama ni nani wake, sio yawe ya shangazi yake aliyosema, kama ni binadamu wa kawaida e, unaona, kitu ambacho sisi hatutaki kukiamini, tuzi na imani kabisa kwamba hao wameondoka kwa siku ambayo Mwenyezi Mungu amempangia ee, unaona, na ameugua kama walivyougua wengine kina Nabii ulai nani, Ayubu waliugua mpaka nyama zikaisha mwilini. Kwa hiyo kitu kinacholeta taharuki ni kule kwamba Hawa kaugua muda mrefu for, for pressure katika historia ya Tanzania, inawezekana akawa ni nani, ni binti wa kwanza. Hilo ndio limewafanya Watanzania wasogee zaidi, unaona hilo limewagusa Watanzania wengi. E, na in, kama nilivyomwambia huyu dada kwamba sadaka alizokuwa anatoa Hawa alikuwa mtu sadaka sana, simsaidia ni, no, no, e, nini nini. Unaona, kwa kwa wagonjwa wangapi mmeshawishika na nyenye msimchoke? Unaona wagonjwa wangapi, kwa nini huwezi kuona kwamba kuna mvuto wa Mungu amewasababishia nyenye kitu ambacho msogee sana? Kwa kwa Tanzania wengi wengi wametoa na kuna wengine ambao hawatoa kwa sababu labda anajifanyisha, lakini amefariki, wasema ah, kumbe dada kweli haikuwa mgonjwa wa jamani amekufa hiyo mtu. Wengine wanaamini kwamba kweli haikuwa anaumwa. Kwa hiyo wale wote waliotoa kwa ajili ya Hawa sisi tunawashukuru sana eh. Mama Samia Suluhu Hassan aliyetoa kwa ajili ya Hawa tunamshukuru sana, Mungu ambariki. Ninyi Global TV, ninyi mnashukurani za pekee, kwa sababu ninyi mmeshiriki pakubwa sana bila kuchoka, utafikiri huyu ni ndugu yenu wa kuzaliwa. Naona kabisa yaani meshirikiakisa ambacho hakuna mwanafamilia ambayo haishukuru Globe n no, no, hakuna tangu mwanzo, anakuja Mwanza dada Imelda na kuja kumwona rafiki yake, haya imeenda mpaka India, mapenzi ya ajabu kabisa. Mapenzi ya mama mzazi, baba mzazi, zaidi hata mama mzazi eh, hey, no, no. mtu unachangia, unajua wachangishaji yenyewe unachangiwa mtu milioni mbili eh? mchangiaji yule Alisema na mimi unajua, tunapitia na sisi tunatakiwa tupate. Dada Aisha yangu eh, kina Steve Nyerere anashukuru eh? sana wasanii wenzake we, ambao walishiriki we katika kunani eh, alikuwa anashukuru sana, lakini nichukwambia shukrani za dhati kwa hawa anasema baba Global, Global TV, mimi kama familia yangu non, yani hiyo jambo alikuwa anazungumza sana. Pia mwisho alikuwa amshukuru bwana mmoja tu, na ni Sheikh Suleiman, simfahamu lakini, amemshukuru sana Sheikh Suleiman kwamba naye pia amechangia sana pakubwa katika kumsaidia kumpa na kumpiga jeki safari yake non. Kwa hiyo sisi tumeguswa sana kama kuna mtihani ambao Mwenyezi Mungu ameuleta kwenye familia yetu, kusema kweli tumepata mtihani mkubwa, mtihani mkubwa sana, kwa sababu tukuambia, ni mtihani kwa sababu tumemuuguza muda mrefu, kaka zake yao, baba zake wadogo, kaka zake wametoa michango mingi sana. mm? Sasa pale unapokuwa na matumaini katika mtihani wako unategemea kupasi ndipo unapofeli unaona? Sasa unaona kwamba tumeona kote, tulikuwa tunategemea sasa maxi ni safari hii ya mwisho ya Hawa eh, ndio tu maxi zote tulikuwa sema, sasa alhamdulillah, alhamuilahi kwamba binti anakwenda kule, sasa anaenda kupona, unaona, na kweli akaonekana amepona, lakini kitu ndani ya kupona kwake ndio mauti wake. Sasa unaona kwamba bwana ni mtiani mkubwa sana, nataka subira eh, ukiangalia kwa jicho lingine una kosa la kusema kwa sababu ukizingatia eh, kwa nini umauti wa kumkuta kipindi ambacho, kipindi ambacho eh, eh, eh, unaona unaona Ndu, eh, ddu, eh, eh, ddu, eh, ddu na Mungu anapitisha wa hukumu yake eh, eh. Sasa ndivyo anavyofanya Mungu kwa sababu anasema nyewe, wakati nyee unakuwa na matumaini mengi, ndipo mimi napopitisha hukumu zangu eh. Wewe unakuwa na matumaini kwamba sasa nime, niko fit kumbe wewe ufiti siri za ufiti wako, wewe uzima wako anazo Mungu tu peke yake eh, unaona eh, na tulizungumzia ili katika imani hmm. Kwa mfano mtu amekukosea hey. Baadaye akatubu hmm. Kama kuna nile mkosea hey. Aje nimwombe msamaha hey. Na wewe unajua kabisa kuna mtu amenikosea na anaomba anahitaji kuomba msamaha hey. Ukaonyesha kiburi cha kutokwenda hey. kuonyesha ushirikiano au labda kupitisha ule msamaha hey. Kiimani imekaje? Kiimani sisi zizi tunasema msamaha mkubwa uko kwa Mungu. Kama yule amekataa kujidhihirisha kwamba bwana wewe nilikosea, vina hivi, Mungu anajua dhamira za watu wote, umemsamehe mm? Ehe, ehe, yule mtu, unaona, kwa hiyo imani iko ndani ya moyo eh, Sasa sisi hatuwezi kujua kwamba wale waliomkosea baada ya kusikia tangazo la Hawa walimsamehe au kama, lakini kama hawakumsamehe watakuwa wamekosea eh, utakuwa amekosea kwa sababu Mungu anataka watu watubu makosa yao. Unaona? Ukubali kosa alafu kutubu eh, na watu wote wao wanakosea, lakini wazuri wanaokosea ni wale wanaotubu eh, eh, ndio sisi tunaongozwa na Uislamu kwamba wazuri wanaotubu walio bora katika wenye kosea wenye anakosea alafu anafanyaje? anaomba toba kwa Mungu. E, kwa hiyo sasa sisi, kwa sisi tusameane kwanza, tusameane mimi na wewe wanamtangazaji alafu tumombe Mungu sana msamaha wa mwisho. E, unaona sasa kama mtu umeombwa msamaha afu utaki wewe, ni mtu wa namna gani? sio binadamu e, e, e. E, kwa kwenda kumalizia <coughs> katika familia <coughs> shangazi atashiriki mazishi. Shangazi wameshakuja tangu jana wamekuja hapa. Wameshafika. Wamefika hapa wako wengi, eh, wale wengi wame wabaki Mwanza kwa sababu baada ya kutumiwa wengi wakaona wanaogopa hata kwenda hospitali. Kwa hiyo kila mtu Mwanza pale hawendi. Wanasema ah, sasa wapi? Kuonekana ndio mimi. Ndio mimi ikitokea jambo kama ile lililotokea. Singetokea wewe umekwenda kumuona, afu ikatokea, si ndio umejibeba uchawi kabisa. Kwa hiyo wengi wakapata hofu. Lakini wengine walioko Dar es Salaam wameshafika tangu jana hapa wamekuja kumuona. Sasa wamekuja kama wangapi? Mwanza, kuna wengine wako njiani Mwanza, wanakuja kama sita hivi e, kaka zake wengine kutoka Mwanza, mama zake, wadogo zake wakubwa wanakuja, dada zake wanakuja, e, dada zake, wanakuja. Hapa hapa, na wadogo zake na dada zake wako hapa. Of course familia ni kubwa kama unavyoona, kaka zake wote wako hapa, kina Bwana Bashir kina, kina, kina Zahiri kina Ahmadi, wajomba zake bwana Huseni, na familia kubwa tu ipo. Mama e, zake wadogo wanakuja pia. Kwa hiyo e, familia inakuja ah, mimi ni kushukuru sana mzee wangu, labda na wewe urudishe shukrani zako kwa Watanzania na serikali. Asante mimi bwana. Mimi nikiwa babake Hawa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Watanzania wote walioshiriki katika kumwombea Hawa dua, kutokana na mateso aliyokuwa anapata. Walikuwa naangalia kupitia Global TV ambayo ilikuwa inaweka hadharani kabisa madhara yake. Naona walikuwa Global TV waliweka wazi bila kuhofia chochote uvujaji wa Hawa. Kwa hiyo ile hali tu ya maumivu yalikuwa yanapata binti, walikuwa nashuhudia kupitia Global TV. Lakini pia vilevile nawashukuru yeyote aliyechangia kwa hali na mali, sababu tunaposema hali na mali kuna wale ambao wanachangia kwa pesa, kuna wale wanachangia kwa maombi, unaona mawazo na bwana, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Wewe hata hiyo yu, kwenda labda India watu ndio wachangia huyu, madaktari wote ambao walishiriki katika kumuuguza wa Mwanza wa Mwembili wa Mboga Nzila sehemu zozote mpaka wa India, tunawashukuru kwa jitihada zao ambazo zifanyaje walizozinani zifanya, lakini wasema watu wote huwa hawawezi kutaka wanachotaka mpaka Mungu atake. Ndio maana wote tumeshindwa, kesho watu hawa tutamzika sababu tumeshindwa kwa kuwa Mungu hakutaka kwamba tiba zenu ifanyike. Unasikia bwana, unaona unafiwa na mtu unamuona hivi na unashindwa kuzuia. Basi na ndivyo ilivyokuwa kwa hao No, lakini vievile mimi nashukuru wasanii wote eh, wa Tanzania wote wa Dar es Salaam, wa Mwanza wote eh, walioshiriki kina Bwana Steve Nyerere kwenda kumshawishi mama kuleo eh, mpaka mama akatoa msaada eh. Tunamshukuru sana mama, kusema kweli umejitahidi kutoa eh, wa kumchangia, serikali kumchangia mtu mara mbili sio rahisi, sio rahisi, sio jambo dogo, unaona? hangi serikali na watu wengi e, tawachangia wangapi? Lakini kama wewe imekuchangia alafu ikakuchangia tena, ni bahati, mbona ni bahati na ni nyota ya Hawa. Hawa ilikuwa na nyota yake Mungu. kama nikuambia, sadaka ilikuwa inang'arisha nyota yake, sadaka ilikuwa inang'arisha nyota yake kiasi ambacho ninyi wenye kutoa vishawishi pia media mlikuwa ndio kipaumbele cha Hawa cha kupata misaada. Sisi pekee tu tungeweza wapi? Tusingeweza. Eh, tungewezaje kwanza? Tungewezaje? Kuna mmoja mimi niliongea naye akiwa Marekani. ana unaona, asili ya Kongo. Unaona? Akaniambia mzee, nimemwona kwenye YouTube. huyu mm? namsaidia kama ndugu yangu. Tena, unaona, ana asili ya kwetu. Nimefurahi. Unaona? kwamba namsaidia mtu ambaye ana asili ya kwetu, sababu sisi asili yetu nani babu zetu ni kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Unaona, kwanza mimi nimefurahi sana, kumbe huyu ni ni ni Mtanzania mwenye nani asili ya huko. Nimefurahi sana kumsaidia. Canada, unaona, bado wako Kenya, mm. Kwa hiyo wale walioko nje bado, ninyi pia ndiko mnatafuta michango kutoka nje ya nchi, nafikiri si ndio? Eh, ninyi mnaofahamu zaidi, ambao walikuwa wanachangia, sababu sisi tulikuwa tutaki kuwaingilia katika michango yenu. Kwa hiyo ninyi mnajua kwamba huyu binti mlikuwa mnaomba misaada kutoka wapi. Ndio maana tunasema sisi Global TV, sidhani kama tutaisahau kupitia binti matibabu ya wibi hapo. Kwa hiyo sisi, kwa jumla, kwa niaba ya familia, tutatoa shukrani kwa Ikulu, tutatoa shukrani kwa wasanii wenzake, tutatoa shukrani kwa Tanzania wote kwa jumla, waliomchangia na kumhurumia hapo mpaka hapa nilipofikia. Lakini shukrani za pekee ziende kwa Global TV, tunaomba ufikishe shukrani zetu kwa mkurugenzi wenu Mwambie kwamba bwana, familia ya bi Hawa Karina yule, sema kweli hawana cha kuwalipa, tunamwambia tudua media yenu kuwe endelee kufanya vitu ambavyo mmevifanya kwa Hawa. Nashukuru eh, sana, tashuku sana.